Rais Ruto amewataka wapinzani wake kutafuta sera kwanza kabla ya kushindana naye, akisema kwa sasa upinzani unapiga kelele tu. Alikuwa akizungumza katika siku yake ya kwanza ya ziara yake eneo la mlima Kenya, ambapo Ruto alisema wananchi wanatafuta kazi viongozi ambao si wachapa kazi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Rais leo anazuru kaunti za Laikipia na Nyeri kwenye ziara ya siku tano baada ya kukwepa eneo hilo kwa muda wa miezi sita. Hakuna haja ya kusumbuana saa hizi. Kila mtu afanye kazi yake, MCA afanye yake, mjumbe afanye yake, e, gavana afanye yake, mama kaunti afanye, mimi nitafanya yangu. Wenye kuamua na waalimu wa kusahihisha maneno ni nyinyi. Mtu ambaye hatakuwa amefanya kazi, mumpeleke nyumbani, ama namna gani, jameni? Hata hawa wananisumbua na makelele makelele hawa. Mimi nataka niwaambie nyinyi mnaosumbuka na mimi. Mufanye mambo mawili. Kwanza kama mnataka kushindana na mimi, kwendeni tafuta sera. Mwambie hawa wananchi kilimo mtafanya nini? Barabara mtafanya nini? Sitima mtafanya nini? Matibabu mtafanya nini? Bure mtazunguka zunguka hapo alafu mambo yenu itazama. Ama kama sivyo, sin, si namna hiyo? Eh, sasa hao watu wajipange vizuri. Wacheni makelele yapa.